Malkia Amina wa Zazzau, sasa Zaria, Nigeria, alikuwa malkia shujaa wa Kihausa katika karne ya kumi na sita aliyesifika kwa uhodari wake wa kijeshi na uongozi. Alitawala ufalme wa Zazzau katika eneo ambalo sasa ni kaskazini mwa Nigeria na kupanua eneo lake kupitia vita vya kimkakati na biashara. Amina alipanda kiti cha enzi baada ya kifo cha kaka yake na mara moja akizingatia kuimarisha ulinzi wa ufalme wake. Aliongoza jeshi lake katika vita vingi, akishinda mikoa ya jirani na kuimarisha njia za biashara. Utawala wake ulileta ufanisi, kwani alikuza biashara, hasa katika kola, chumvi na vyuma. Hadithi zinasema Amina alikataa ndoa, badala yake akachukua waume zake wa, wa muda mfupi kutoka kwa watawala waliotekwa alianzisha wapanda farasi wenye silaha na miji yenye ngome za kuta, ambayo baadhi yake bado iko mpaka leo. Uongozi wake ulimletea jina la Amina binti Yanikatau.